Yeah. Kukweli, kwa kweli tunaweza kusema kwamba ruzuku tunapata, lakini tofauti ya watu waelewe si kwamba tunapata ruzuku fungu fulani, tunapata ruzuku kwa kile kitu, kwa function tunayotaka kufanya. Yeah. Yeah. Na mfano wake hapa Zanzibar tuna uchaguzi, baraza linasimamia na inatoa fedha, lakini mfano wake hapa Zanzibar tuna mashindano, baraza linasimamia inatoa fedha kiasi fulani, na sisi wenyewe tuna tunajitutumua fam kwa sababu bado hatujakuwa kuwa na uh, wadhamini ya ma-sponsor. O, na hivi ndio vilio vyetu kila pale tunapokwenda, tunahitaji sponsor katika katika nini yetu, katika uh, mchezo wetu ili ukuwe zaidi, lakini kwa upande wa ruzuku tunapata ruzuku kwa, kwa, kwa hivyo niko kuelezea kwamba ikiwa tuna function baraza linatusaidia vya kutosha. Iko tuna mashindano ya ya hapa kwa Tanzania basi baraza linatusaidia vijana wetu, wanawasafirisha kwenda Dar es Salaam, wanafanya mitihani, wanafanya mashindano, wanavuka. Kwa kweli hii ndio ruzuku tunayopata sisi, tunashukuru sababu ingekuwa hawatoi hilo hicho chochote, basi vijana wetu wasingeenda popote pale. Asante sana. Labda kwa upande wa tukiangalia, Tanzania, tukisema Tanzania, maana yake inajumuisha pande mbili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama Tanzania bara na Zanzibar bisiwani. Je, kwa upande wa mashirikiano yenu na wenzenu wa Tanzania bara yakoje? Sisi uh, Zanzibar ama Tanzania bara tuna Tanzania bara tuna shirikisho linaloitwa TSKF. TSKF ndio wanafanya wakati mwingine wanafanya mbalimbali uh, mashindano mbalimbali. kwa upande wa mashirikiano mpaka sasa tunashirikiana vya kutosha sisi na wao, mpaka sasa tunashirikiana vya kutosha kwa kweli, ili suala la ushirikiano upo mkubwa tu uh, na ndio maana hata hivi karibuni uh, hata wiki moja bado basi, TSKF uh, ilileta ili ni uh, kutoka kutoka Pakistan kama sikosei, uh, kama sikosei basi uh, U, sisi tulienda jana, tulienda wakashiriki na tukashirikiana, kushirikiana kwa kweli. Kwa upande wa Tanzania bara, katika mashirikisho la Tanzania bara, basi sisi tunashirikiana mpaka sasa, hakuna uo tofauti, tunashirikiana kwa moyo mmoja mpaka sasa, na hata timu ya taifa ya Tanzania kwa ujumla, basi kijana, vijana kutoka Zanzibar nikiwa yes, Zanzibar utakuwa na kijana wenye uwezo wa kushindania yeah. Kushindana na kuiletea sifa Tanzania. Basi na wao wanawama mpaka sasa wao na wao unakuwa, kwa sababu huwezi kupeleka watu kwa sababu unatoka Zanzibar lakini au na sifa labda kwa upande wa vigezo ambavyo mmechagua kwamba huyu kijana atawakilisha taifa ama anaweza kwenda katika mashindano, ni vigezo gani ambavyo mnaangalia? kwa oh, sababu kuna mashindano then... ya ndani sasa. Na mashindano ya ndani unaonekana kwamba wewe umeshinda, mchezaji wako ni mzuri, umeshinda vizuri, isipokuwa labda pengine kuna madhaifu sehemu fulani na sehemu fulani, lakini kwa sababu kuna mashindano ya ndani, haya mashindano ya ndani ndio na kuchagua wewe sasa kuweza kushiriki kamilifu lazima yes. Na mchujo ambao unafanyika mashindano ya ndani, kwa sababu tunafanya mashindano kila mwaka mara mbili. Mwezi wa sita tumefanya mashindano, kwa hiyo watu wameonekana, na pengine na Desemba, kufanyika mashindano umeonekana kochaguliw mwezi kiko kimepanda basi hapo hapo unaweza kuchaguliwa kuingia katika timu timu ya taifa. Yeah, labda kwa sababu umesema kuna mashindano ambayo tayari umeshiriki ambayo yanahusisha vijana kutoka ndani ya nchi, ndani ya Zanzibar au ndani ya Tanzania, ambao umeenda nje nje. Je, kuna mafanikio yote ambayo umeyapata kwa maana kuwa umepata ushindi wote ambao kupiga medali ama kupata vikombe vingi katika mashindano ambayo umeshiriki nje? Na kwa upande wa mashindano ya nje kwa timu iliyoenda Kongo ilikuja na medali nyingi tu hapa. Mashindano ya South Africa tulitokea katika timu ya timu kata, basi kwa Zanzibar tulitokea mshindi wa pili, ndio mshindi wa pili. Mshindi wa pili katika mtu individual tukatokea mshindi wa pili, lakini kwa timu tukatokea mshindi wa nne. Sasa hatukuweza kuleta medals a yotihin lakini kuleta medals kutoka Tanzania mainland na miaka yote tukenda bara, basi vijana wa Zanzibar aidha watatoka katika dojo la wangu ama watatoka katika madojo mingine klabu vingine, lakini ndio wanaoleta ushindi. Okay, tumekuwa tukishuhudia katika ulimwengu wa sasa hivi michezo mingi inajumuisha jinsia mbili za kike na ya kiume. Je, kwa upande wenu nyinyi mm, mchezo wa karate, je, umezingatia jinsia zote mbili ama ni wanaume pekee ambao wanapata nafasi ya ushiriki mchezo wa karate. Wa karate sasa hivi wanawake wameamka ndani ya vilabu vyote kuja vinavyozungumza, kuna wanawake wanafanya karate. Wa karate wanawake wameamka sana, nao wanawake wameshaenda mashindanoni wameshaleta